Tokea tarehe 25 mwezi wa pili mwaka huu 2025, kwenye ajali ile tuliwapoteza wenzetu watano na wengine walikuwa wanaendelea na matibabu akiwemo Lucia Sulle, na toka alipopata ajali hiyo, Lucia Sulle alikuwa chini wa uangalizi maalum ICU, na kwa kipindi chote ameendelea kuhudumiwa vizuri sana na madaktari, ndugu na wanasisia nalo yake inaendelea kuimarika na kui mwaa mwisho, madaktari walikuwa wanafanya mpango wa kwamba sasa atolewe ICU apelekwe kwenye chuma cha kawaida, ili aendelee kufanya mazoezi, ili aweze kuzungumza. Lakini alikuwa na macho, alikuwa anamuona kabisa, anagunza miguu, kutokana na, na, na changamoto kubwa aliyokuwa ameipata. Lakini kwa bahati mbaya tarehe thelathini hali yake ibadilika ghafla, na madaktari walifanya uchunguzi tena wakabaini kwamba kulikuwa na changamoto pia kwenye upande wa ini na figo. Wakajitahidi sana kuokoa maisha yake, lakini kwa bahati mbaya sana tarehe 31 usiku mwezi wa tatu 25, Lucia Sule alituacha. Kwa hivyo ndugu zangu, sina sababu ya kusema tofauti na haya niliyo yasema. Wanawake wote wa mkoa wa Mbeya kwa kweli tumepoteza kiongozi mkubwa sana, kiongozi makini Lucia Sulle alinyoka kama lula, alitukutanisha wanawake wote pamoja, hakutaka makundi, tulitulia sana tangu alipofika, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Tutoe pole na niombe wana CCM na wananchi wote wa Mbeya umwenzi dada yetu Lucia, twende tukasimamie haki, twende tukafanye yale mema yote ambayo yeye alikuwa anayaamini. Ndiyo tutakuwa tuna mwenzi yeye na tutakuwa tumeifariki familia kwa ukubwa zaidi. Kwa kumalizia, kwa umoja wetu sisi kama wabunge, kwanza tumeshiriki hapa na tutashiriki kwenye msiba, kwenye safari yake ya mwisho kule Babati, lakini pia tutatoa ubani wakiacha shilingi milioni tatu tutaikabidhi familia. Bwana alitoa na Bwana alitoa, jina la Bwana limjibiwe li, li. Kwa yote aliyotutendea tunaambiwa tushukuru kwa kila jambo, kwa sababu sisi tuna tuko hapa, ni vema tu, hatujui siku wala saa. Ni vyema tukaendelea kuishi kimungu, tujikabidhi nafsi zetu wakati wote, tupendane tuitakiane heri, tuwe na nyoyo zenye hofu ya Mungu, kwa sababu hatujui siku wala saa <tune>